Karibu tena kwenye chaneli yetu. Leo tunazungumzia swala linalowasumbua watu wengi, sugu za mikononi na miguuni. Mara nyingi tunajitahidi kuhakikisha ngozi yetu inakuwa nyororo na yenye mwangaza, lakini sugu kwenye mikono na miguu mara nyingi huonekana kama kikwazo kikubwa cha urembo. Katika video hii, tutajadili kwa kina kwa nini sugu za mikononi na miguuni hutokea tutaeleza sababu kuu zinazochangia tatizo hili, ili uweze kulitatua kwa urahisi. Njia bora za kuzuia sugu zisijitokeze tena, tutakupa mbinu za vipodozi sahihi na unavyopaswa kuvitumia kila siku, jinsi ya kuondoa sugu kwa kutumia vipodozi vya viwandani, njia asilia za kuondoa sugu. Kipengele hiki ni muhimu sana tutakupa mbinu za kiasili ambazo zimekuwa zikifanyika kwa vizazi vingi, na matokeo yake ni ya kushangaza. Usikose kipengele hiki, hakika utashangaa jinsi njia hizi zilivyo rahisi na zenye ufanisi mkubwa. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mpaka mwisho, kwa sababu kuna mambo mazito na ya kipekee tutakayoyazungumzia. Subscribe subskribu sasa ili usikose video zetu nyingine zitakazokupa maarifa ya kina kuhusu urembo na utunzaji wa ngozi. Kwa nini sugu za mikononi na miguuni hutokea? Sugu kwenye mikono na miguu husababishwa na mchanganyiko wa mambo ya kimazingira, matumizi ya vipodozi visivyo sahihi na tabia za kila siku. Sababu kuu ni moja, matumizi ya vipodozi vyenye kemikali kali. Sabuni zenye kemikali kama sodium lauryl sulfate husababisha ngozi kukauka na kuharibika, hivyo kuchangia ugumu kwenye sugu. Krimu za kung'arisha ngozi zenye hydroquinone na mercury huweza kusababisha rangi ya sugu kuwa nyeusi zaidi badala ya kung'aa. Mbili, msuguano na shinikizo la kawaida. Kukunja mikono mara kwa mara, kushikilia vitu vizito au kuvaa viatu vinavyobana huchangia shugu kuwa ngumu na nyeusi. Kutembea bila viatu pia huongeza msuguano kwenye ngozi, hivyo kusababisha ngozi kuwa giza na sugu. Tatu, kukosa unyevu. Ngozi inapokosa unyevu, seli za ngozi hukufa kwa haraka na kujikusanya kwenye sugu. Kukosa kunywa maji ya kutosha na kutotumia vipodozi vya kuipa ngozi unyevu kunafanya sugu kuwa giza zaidi. Jinsi ya kujikinga na sugu za mikononi na miguuni. Njia bora ya kuzuia sugu ni kutumia vipodozi vyenye viambato vinavyolinda kulainisha na kung'arisha ngozi yako. Moja, tumia moisturizer yenye viambato vya asili. Moisturizer yenye glycerin, shea butter na hyaluronic acid husaidia kuipa ngozi unyevu na kulainisha sugu. Glycerin huvutia unyevu kutoka kwenye mazingira na kuufungia ndani ya ngozi. Shea butter husaidia kulainisha na kuzuia ngozi kukauka. Hyaluronic acid huongeza unyevu kwa kiwango cha juu, hivyo kuifanya ngozi kuwa nyororo. Mbili, tumia cream yenye viambato vya kufifisha rangi nyeusi cream yenye viambato vya asili kama vitamin C husaidia kupunguza madoa meusi na kung'arisha ngozi. Kojic acid hufanya kazi ya kuzuia uzalishwaji wa melanini kwenye ngozi. Licorice husaidia kufifisha rangi nyeusi na kufanya ngozi kuwa na mwonekano wa kung'aa. Tatu. Linda ngozi dhidi ya miale ya jua. Tumia sunscreen yenye SPF 30 au zaidi kwenye mikono na miguu, hata kama unafanya kazi za ndani. Miale ya jua husababisha uzalishwaji wa melanin kupita kiasi, hivyo kufanya sugu kuwa nyeusi zaidi. Njia za kuondoa sugu kwa kutumia vipodozi. Ikiwa tayari una sugu za mikononi na miguuni, kuna vipodozi vyenye nguvu ya kuondoa sugu kwa haraka. Bidhaa au viambato vyenye ufanisi mkubwa ni hii. Moja. Krimu yenye uwezo wa kufanya exfoliation. Losheni yenye laktiki asidi inasaidia kuondoa seli zilizokufa na kufanya ngozi kuwa laini. Mbili. Jeli au seramu yenye vitamin C na niacinamide. Tatu. Cream yenye retinol na hyaluronic acid. Hii ni nzuri kutumia usiku lakini kama utatumia asubuhi, hakikisha unatumia sunscreen. Njia za asili za kuondoa sugu. Njia za asili ni suluhisho rahisi na la gharama nafuu, na kwa wengi zinaonyesha matokeo ya kushangaza. Katika video inayofuata, tutaangazia mbinu za asili kama moja, skrabu ya asali na sukari. Mbili, matibabu ya ndimu na maziwa. Tatu, mafuta ya vitamini E na almondi. Unataka kujua jinsi ya kutengeneza na kutumia mbinu hizi za kiasili kwa mafanikio makubwa? Hakikisha unafuatilia video inayofuata. Hakika hutotaka kukosa jinsi ya kutumia bidhaa za kuondoa sugu ili kupata matokeo ya haraka. Matumizi ya vipodozi kwa usahihi ni hatua muhimu katika kuondoa sugu za mikononi na miguuni. Fuata mwongozo huu ili kupata matokeo bora. Moja, fanya eksfoliesheni kabla ya kupaka krimu Kabla ya kupaka krimu au jeli ya kuondoa sugu, safisha mikono na miguu na upake skrabu ya asili au yenye lactic acid. Exfoliation huondoa seli zilizokufa na kufungua njia kwa bidhaa kupenya kwa urahisi kwenye ngozi. Hakikisha unatumia taratibu katika eneo lenye sugu kuepuka mikwaruzo, lakini pia usifanye mara kwa mara. Zingatia ushauri wa mtaalamu. Mbili. paka krimu wakati ngozi ikiwa mbichi. baada ya kuosha ngozi Paka krimu au jeli ya kuondoa sugu wakati ngozi ikiwa bado mbichi. Unyevu husaidia bidhaa kupenya kwa haraka na kufanya kazi kwa ufanisi. Tatu, tumia bidhaa kwa utaratibu wa kila siku kwa matokeo mazuri. Tumia krimu au jeli kila siku kwa muda wa wiki mbili hadi nne. Usikate tamaa mapema. Ngozi inahitaji muda kupona na kurudia hali yake ya kawaida. Nne, Paka moisturizer baada ya kutumia krimu yenye kemikali. Baada ya kutumia krimu yenye hydroquinone, kojic acid au retinol, paka moisturizer ili kuipa ngozi unyevu na kuzuia kukauka. Tano, epuka kugusa au kunasua ngozi inapojivua. Baadhi ya krimu za kuondoa shugu husababisha ngozi kujivua. Usivute au kugusa ngozi hiyo kwa nguvu kwani inaweza kuacha makovu. Acha ijivue yenyewe polepole pole. Kwa kufuata mbinu hizi kwa umakini, utaweza kuondoa sugu za mikononi na miguuni kwa ufanisi na kurejesha mwonekano wa ngozi yenye mwangaza na ulaini wa asili. Mambo muhimu ya kuzingatia: kwa wale wanaotumia losheni zenye kemikali kali kama hydroquinone au mercury, kwa ushauri wa wataalamu wa afya ya ngozi, ni muhimu kufuata mwongozo sahihi ili kuepuka sugu na uharibifu wa ngozi. Hapa kuna hatua muhimu za kufuata: moja. Tumia kiasi kidogo na mara moja kwa siku. Usitumie losheni nyingi kwa wakati mmoja, anza na kiasi kidogo ili ngozi yako iweze kuzoea kemikali hizo. Tumia mara moja kwa siku, ikiwezekana wakati wa usiku, ili ngozi ipate muda wa kujijenga upya. Mbili. Tumia moisturizer baada ya losheni. Baada ya kutumia losheni yenye kemikali kali, paka moisturizer yenye viambato vya kulainisha ngozi kama glycerin, shea butter au hyaluronic acid. Hii itasaidia kupunguza ukavu na msuguano unaoweza kusababisha sugu. Tatu, epuka direct contact na miale ya jua kemikali kama hydroquinone na retinol hufanya ngozi iwe nyepesi zaidi kwa miale ya jua, hivyo tumia sunscreen yenye SPF 50 au zaidi kila siku, ili kuzuia ngozi kuchomwa na miale ya jua UV. Ne. epuka kufanya exfoliation mara kwa mara. Epuka kufanya exfoliation mara kwa mara, kwani inaweza kusababisha mikwaruzo na kufanya ngozi kuwa nyekundu au kupelekea uzalishaji wa melanin kupita kiasi, hivyo kuongeza sugu. Mara moja au mbili kwa wiki inatosha kuondoa seli zilizokufa bila kuharibu ngozi, kutegemeana na ngozi yako. Ikiwa sugu zako zinaendelea kuongezeka au unapata muwasho, tafuta msaada wa mtaalamu wa ngozi. Wakati tunahitimisha mada yetu, sugu si jambo la kawaida, bali ni ishara kwamba ngozi yako inahitaji uangalizi wa wa karibu. Kwa kutumia vipodozi sahihi na kuzingatia utaratibu wa kutunza ngozi, unaweza kurejesha mwonekano wa asili wa ngozi yako. Subscribe sasa ili usikose mbinu nyingine muhimu kuhusu urembo na afya ya ngozi.